Naake maana ashura mtu kuwa huru katika utoaji rai, alafu ikaangaliwa rai inaonekana ina, ina maslahi kwa umma, sio rai inayotakiwa na bwana fulani au rai aliotoa bwana fulani, yakafanyika maamuzi namna hiyo. Ashura hiyo hatuna, si ya kidunia, si ya kitaifa, si ya kimkoa, si ya kiwilaya hata majumbani mwetu hatuna shura. Watakaa wanalao, washalipitisha, vingunge, wanalao, washalipitisha maamuzi, lau ina, shura watakaa vingunge wanalao washalipitisha huko washafanya maamuzi watakaa vingunge wanalao washalipitisha washafanya maamuzi, lau inawekwa hapo mbele ikaonekana kama shura fulani vile mashauriano fulani vile, kumbe maamuzi yalishapita hapo, kunakuwa hakuna kuna baraka yoyote wala zile fadhila za shura hawezi kupatikana. Kwa hiyo umma ukirudi kwenye shura, umma ukirudi kwenye shura, hapo ndio dini na zile harakati za dini na tija yake na matunda yake yataonekana. Kwa sababu kama ilivyokuwa swala na zaka, kama ilivyokuwa swala na zaka ni nguzo katika nguzo za Uislamu, arkanul islam, as-salatu as waz-zaka, hizo ni nguzo hizo, basi vile vile shura ni nguzo ya juhudi ya dini. Hakuna juhudi yoyote ya dini itakayofika mbele ikafanikiwa bila kuwa na shura, lakini kwa utaratibu wake. Sio shura, shura jina, watu wanaanza kujadili kabla hajaletwa kwenye kikao, hiyo shura hiyo. Hakuna shura namna hiyo, huo ni ufisadi Haa. Na pale wakati shura inaendelea kila mmoja pa labda sema hivyo anachombezana ili usiseme osiseme, hiyo hiyo vurugu. Hmm. Haya maamuzi yashapita, lakini bado watu wanakuja kuja kuyajadili yale maamuzi, huo dikteta eh. Kwa hiyo inakuwa vurugu fulani tu, natija haiwezi kufikia hata siku moja. Ndio hiyo shura hiyo, sura tu, shura basi. Mwenyezi Mungu aurejeshe umma katika shura, ndugu zangu Ah. Tusende mbali sana, lakini tulikuwa na shura ya maimamu hapa. Ingekuwa kweli shura ya maimamu basi maamuma wote tungekuwa samii na watna. Maamuma wote tungekuwa samii na watna, lakini nadhani mtachiua maimamu mwe, mna shura yenu, thubutu shura maimamu tai. Mwenyezimu subhana wataala anasema ule ubishi na ushindani na usugu fulani, kwa sababu ya dunia ndio inayopelekea mambo hayo sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akasema waziwazi kabisa, dunia kama utaitafutia sokoni kwa, unaelewa namna ya kuitafuta kwako, hiyo khiari yako. Lakini ukaitaka dunia kwa, kwa kupitia dini, hilo ni balaa moja kubwa, unatangaza vita na Mwenyezi Mungu. Mabango makubwa makubwa dini, kumbe dili ala. Ndo akasema man kana yuridu hartha lakhira, yoyote yule mwenye kutaka kutokana na hayo matendo na hizo amali na hizo harakati zake anazozifanya, anataka mapato ya akhira, si chengine, si umaarufu, si umashuhuri, si sifa, si kipato chochote katika vipato vya, vya, vya dunia hivi. Nuti minha nazidi lahu fi harfi, tutamzidishia, tutamzidishia katika hayo mapato yake, tutamzidishia upande mwingine wa man Kana yuridu harfa dunia, yule atakayefanya, hapa inakusudiwa ni harakati za diniukua, haya amali za dini, lakini yeye lengo lake na makusudio yake kipato cha dunia, umaarufu, mashuhuri, mali, sifa, julikana na vitu kama hivyo vya kiajabu ajabu, Allah nasema nuti minha, tampa hicho kidunia nachokitaka kidogo tu lakini aliye wazi wa malahu fil akhirati min khalaqi au min nasiba, ah, huyo akhira hana chake, hana chake hasa. Aya zinofuatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema tumwaletea wanadamu mfumo wa kuishi, eh, ambao unaitwa dini, bado wao wanakuwa hawako tayari. Amlahum, ndio anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amlahum shurakau au wana hao shurakau shurakau wapo, ile kusudiwa mashaitani, au ana mashaitani wao, hawa sharauu lahum minadini, waliowapa dini yao mashaitani, wametengeneza dini wakawapatia hawa, ndio imekuwa dini ya haki, hawahitaki. Wamekuwa kwa kutegemea nini? kutarajia nini? am lahum shurakau, au wana hao eh, shurakau shayatinuhum Ah, hawa makafiri we, na washirikina wengine, au wana mashetani ao washirika wao Sharau lahum min adini, eh, waliwaletea wao dini d dini shikamane nao dini ya ufisadi si dini iliotokea wapi dini yenyewe ma, ma lam yadham bihillah, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hajatoa ruhusa ya vitu kama hivyo eh, dini za ushirikina kupinga utume kama wa makadiani makadiani, unapinga utume namna hiyo, ma lam yadhan bihi llah, hizi dini dini na mawazo mawazo ya, ya ufisadi ufisadi ambayo Mwenyezi Mungu hakutoa idhini hiyo ha? hakutoa idhini Sasa basi, pamoja na mambo kama haya watu wakayafanya, na wenyewe wakaonekana wanafanikiwa, mpango mzuri, mpango mwema namna hiyo na majanga na mbalimbali kuna kijana kakamatwa huku kule wapi kule wanahitaji Kahama, wamemkamata kupigwapigwa, anasema mimi nimetumwa makhsus kuja kuwachezea chezea kuwaharibuharibu vitoto vidogo vya kiume special, katumwa na magharama na kila kitu kapewa. Kwa hiyo haya yote yanayofanyika, Allah anasema walaula kalimatul fasli <coughs> kama lau kama lisingekuwepo lile kalimatul fasli, neno la maamuzi, tamko la maamuzi, mapitisho ya Allah. Allah alishapitisha mtawaachia, waachia, waachia wana muda wao wa kuondoka duniani, wana muda wao wa kuingia katika mahkama Mwenyezi Mungu Eh hey, kiyama kitakuja, na mwisho hisabu, mwisho malipo, fariqu fil janna wa fariqu fi sairi. Kama ma Allah subhanahu wa ta'ala singekuwa kashalifanya hilo, walaula kalimatul fasli. Eh, hey, kama lisingekuwepo nini kalimatul fasli, neno la maamuzi judgment. Allah kachapitisha maamuzi yake ya malipo, kwamba ni siku ya kiyama la kudhi baina. Mungu, Allah angemaliza papa kila kitu sasa hawa kuachiwaachiwa, wajue tu kuna hikma tu za Mwenyezi Mungu, lakini si kwa ushindi wao wala mbinu zao wala kumzidia akili Mungu, hilo jambo eh, au hiyo dini inofanyia vitimbu hivyo, ndo si dini ya haki, haina maana hiyo. Laula kalimatu alfasli, kama silile neno alfasli, neno la maamuzi alishopitisha Mwenyezi Mungu, ya kwamba kuna siku ya malipo, siku ya hesabu, na siku yeah, ambayo kundi la motoni na kundi la peponi. Mwenyezi Mungu subhanahu, la qudhiya bainahum, Mwenyezi Mungu angefanya maamuzi ah, hapa hapa hapahapa. Maamuzi gani? bainal mu'minina bitadhibi lahum fi dunya angefanya maamuzi kati yao na kati ya waumini yani kuadhibu wao hapa hapa duniani, angefanya hivyo, lakini kudhiya kalimatu alfasli Allah kashapitisha ile neno, ndio anasogeza sogeza. Wa innadhalimina lahum adhabun alim, lakini wale wa madhalim wana adhabu kali hiyo ya huko, lakini hapa hapa pamoja na hayo wanayofanya hawatapata amani, hawatapata utulivu katika nafsi yao, wala hayo wanayotaka hayatakuwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupigia picha kamili hapa. wamefanya fanya, wakajiona wajanja, watu wa miundo mbinu eh, wamefanikiwa, skimu zao zimefanikiwa, zime, zime, zime, zime, lakini siku ya siku watara dhalimina. utakuja kuwaona hawa madhalimu hawa madhalimu Hey, waliokuwa wakifanya wababe hey, na vitimbwi mushfiqina mima kasabu, utawaona wakiwa na hofu kubwa kutokana na yale walioyatenda duniani, basi wako namna hiyo, utawaona wataradhalimina, utawatara dhalimina siku ya Kiyama hiyo, utawaona awote madhalimu. Huyu mkamfanyia ubabe, ah. Huyu dhalimu kamdhulumu, huyu hasidi kamfanyia husda, huyu kamfanyia ee, namna hiyo, vitu vya kiajabu ajabu. Mushfiqina mimma kasabu, wakiwa, utawaona wakiwa na hofu kubwa, woga umewajaa kutokana, mimma kasabu, yale waliyofanya duniani. Unajua leo ndo siku ya malipo na leo hatoki mtu. Unajua leo ndo siku ya malipo na leo hatoki mtu na habari hizo zinaanzia hapa hapa kwenye sakaratil maut, hapa hapa inaanza kila kitu live, unaona. Ha kala idha balaghat taraqi, awachie achie, awa waendelee na nao ujeuri jeuri wao na nao mghafala wao na hizo ghurur hada zao, wasubiri ile siku ile wakati balaghat taraqi, roho itapopigwa kiki kisawasawa mpaka ikafika kwenye koromero Alafu Allah aulize kwa kejeli mana raqi, huyo daktari yuko wapi? si mabingwa nyinyi ya kwenda hospitali hii na hospitali ile? Nendeni sasa. Wa dhanna annahu al-firaq, hapa yule maiti kabla ya kutolewa roho yake hapo dhanna atakinisha kwamba mimi hapa ndio sina changu na hii dunia ndio naiacha sasa hali hii hapa, wakati wa sakaratil maut, okay, eh? na kule mbele wakiwe mushfiqina, utawaona tumbo joto, wanajua leo ndo siku ya malipo na sisi hatusalimiki. Sasa Allah anasema waogope wasiogope, watishike wasitishike, wahuwa waqi'un um bihim au wamesha wamesha, waqi'un bihim hiyo adhabu hiyo, ishawakumba hao, hawasalimiki la muhala, hana njia ya kukwepa sasa waogope wasiogope, wachacharike wasitacharike, wa wahuwa, na hayo malipo na hiyo adhabu waqi'un bihim, imewakumba wao, imewakuta lazima watakumbana nayo. Hakuna usalama bado. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa targhibu kama kawaida ya Qur'an. Hawa ujeuri wao, matokeo yao ndo haya. Sasa wewe chokana sera ho kuwa makini, lugha ya Kihindi makini, chokana na maana yake, ukae unaangalia kona zote, kona nne, mlinzi kulia, kushoto, mbele, nyuma, kote. Aone namna hiyo, hali halisi ya hawa madhalimu ndio hiyo, hapo mbele inakuja huko. Kwa hiyo na wewe usije ukaingia mkenge huo, walladhina amanu, wale waumini e, waamilu salihati, na wakatenda matendo mazuri wakati wenzi wao kula ndakuwa katika mashaka makubwa. Fi raudhati ljannat, watakuwa katika viwanja mbalimbali jannat za pepo na daraja. Fi raudhati aljannat, watakuwa katika viwanja mbali mbali vya pepo. E, peponi. Naam, huko lahum ma yashauna inda rabbihim watapata kila wanachokitaka. inda rabbihim, mbele ya mola wao, kwa mola wao, kila wanachokitaka watakipata. dhalika huwa lfadlu lkabir, basi hiyo hiyo ndio fadhila iliyokuwa kubwa, kutengemanikiwa kwa akhira yako. lahum ma yashauna inda rabbihim, hiyo ndio fadhila iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu ni wapenzi watukufu, ukweli wa mambo, mahala pa kutimiza matamanio ya mwanadamu, kukamilisha matamanio yake, ndugu zangu ni wapenzi watukufu, ni akhera, sio hapa duniani. Allah hakujalia hii dunia kwamba ni mahala, likadhai shahwatina, ni mahala pa kutimiza matamanio ya nafsi zetu, sio hapa kwa hiyo yule anaojaribu kwenda mbio siku na mchana, akusanyike akusanyike, ili mradi atimize matamanio ya nafsi yake, huyo anajisumbua. Sio mahala pake hapa, Allah akuweka hivyo. Ni mfano wake tutakuwa mfano yule jamaa aliochukua nyavu e, anaelekea porini, eti ndo anaenda kuvua porini. Anaenda kumsaka nani, tasi au nani kibua porini daruli na kenge na khabari, sheikh wangu. Kwa hiyo matamanio ya nafsi hapa duniani hakuna, haiwezekani, si mahala pake. Mahala pake ni akhira. Abaadiri lhaja taqwa, alkhaufu min aljalili, tengeneza khaufu yako ya, ya kweli. Kwa mkweli mwenye msimamo e, mwenye kusomeka walamalu bitanzil qurani, ndio iwe imamu wako. Waridha bil qalil, uridhike kwa kile alichokupa Mwenyezi Mungu hata kionekane kidogo mbele ya, ya, ya wengine wale. Istidadu liyawmi rahil, ujiandae na siku ya safari. Haya ndo mazingira Qur'ani inataka tuishi hivyo. Kisikia umetajwa taqwa, maana yake niyo taqwa ni mkusanyo wa mambo hayo manne. Alkhawfu min aljalil, kumuogopa jalil jalla jalalu, hofu ya kweli usikubali kuburuzwa buruzwa na nafsi maisha yale ya kinini yale ha thumma amanu thumma kafaru usikubalilo. wal amal bitanzil Quran ndio muongozo wako ndio mila yako ndio desturi yako ndio culture yako Quran wal ridha bil qalil, kuridhika kwa kidogo alichokupa, kuridhika utajiri mmoja mkubwa wa kuridhika huo. wal istidad li yawmir rahil, kujiandaa na hiyo siku ya safari, jiandaa, maandalizi, maandalizi, wamba sije mimi

waliomwamini na kutenda matendo mazuri anawabashiria habari hizi, bishara kutoka kwa Allah, haina pingamizi, haina manake, kona kona iko hivyo. Bishara gani? Aa, anasema lahum ma yashauna inda rabbim, kila anachokitaka mbele ya Mola wao atakipata. Fi raudhati ljanna, katika Aa, viwanja vya peponi, viwanja watoko, viwanja mnaenda, viwanja kuna viwanja hapa, majanga tu, shekhe wangu viwanja. Huko dalika alladhi basi, hivyo ndivyo ambavyo yubashiru llahu, anavyowabashiria Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, ibadahu alladhina amanuu waamilu salihat, waja wake waliomwamini na kutenda matendo mazuri, anawabashiria neema kama hizo. Hmm. Tuhuma zipo ndugu zangu katika kila jambo, hasa harakati za dini. Mpaka hivi hata kwetu Afrika kuna sehemu nyingine wote kuonekana eti mtu siyo katoka siku arobaini, siyo katoka miezi minne, eh, unasikia sana. Ah, atoke na mali yake na nafsi yake, atoe wakati wake, aiache familia yake miezi minne, alafu huko anaokwenda haombi hapigi mzinga, hachangishi, hana mshahara, hana mfadhili. ah, inawezekana kweli? Iya ingia kilini, watakuwa wanapewa tu. Waamerika mmoja ananiambia mimi, tuna uhakika kule kwa mayahudi kule Palestina kule Israeli kuna markazi za tablighi tano, Israeli markazi za dawa zipo. Ndio itakuwa makao makuu, lazima utakuwa unapewa pewa hizo. Ndio habari. Haamini kabisa kwamba mimi kama mwislamu mali yangu nafsi yangu wakati wangu ni kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, kashanunua hivyo, inna Allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Habaria, hakubali, pamoja ipo katika Qurani. Sasa haya tangu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza huko, huyu Muhammadi nizi harakati zake zi, kuna anolitaka anataka uongozi anataka mali anataka ukubwa nini, hasa anataka Allah akamwambia, qul wa waambie hao, la as'alukum alaihi ajra, mimi ah mimi katika hii kazi ya ufikishaji, kazi ya dawa wa tablighi, kazi ya ufikishaji. la asalukum alaihi ajra, sikuombeni mimi malipo ya aina yoyote, sina haja na malipo ya aina yoyote. Na hapa au hapa ndipo walipochemsha taasisi na wanaharakati wengi, manake asili na shina na mizizi ya kazi ya mitume hapa huwa hawataki malipo hawana haja ya malipo ya yoyote yule, hawalipwi. Ha, hapa ndio watu wamefeli. Hapa leo mwana harakati, mashaallah, mubaligh aonekana mfikishaji mmoja mkubwa, lakini kutoa chake hayuko tayari. Ha, atakuja kuhadhiri hapa, shekhe muhadhiri mkubwa, apelekee usafiri apewe pocket money, nyumbani aache na bahasha nyingine kubwa apatiwe Ndo atakuja kutoa. Kinyume na hivyo hayuko tayari kwa hilo ah. Lakini asti hiyo sio, haiwezi kuwa juhudi ya mitume hiyo. Ni biashara kama biashara nyingine, biashara kama biashara nyingine. Hiyo uweweke kwa sura la kongamano, kwa sura za la muhadhara, lakini kukua kuna chochote hapo, hiyo ni biashara kama biashara nyingine, biashara